Katika kipindi cha hivi karibuni, eneo la magharibi mwa Kenya limeshuhudia ongezeko la watu wanaojitokeza hadharani wakidai kuwa na utambulisho wa kiroho usio wa kawaida kama Yesu, manabii au hata Mungu mwenyewe. Hivi majuzi mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Nangoma, eneo bunge la Matayos County ya Busia, ameendelea kuwashangaza watu baada ya kujitangaza kama Maria, mama wa Yesu. Alipoingia katika hii nyumba. Nyumba yangu ilikuwa hapo. Judith Nafula, ndiyo jina lake rasmi alikuwa muumini katika parokia ya Kikatoliki ya Lwanya hapo awali kabla ya kufurushwa na padri kwa madai ya kutabiria na kuombea watu hadi kupata uponyaji. Mama huyo anadai alipokezwa jina la Maria na Roho Mtakatifu baada ya kufunga miezi miwili ambapo alielekezwa kufanya miujiza. Na light ni ilitoka juu na ikashuka chini, na sauti ikatoka katikati. Nikasema, mimi ni Kristo, nimetumwa na Baba, ninatafuta mama Maria. Nikamjibu mimi sijui mama Maria, akaniambia ni wewe. Nikiti ilikuwa imejificha, na wakati umeadia waweze kujitambulisha. Haukuzaliwa, hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Kulingana na mmeo John Wekulo na dadake Evelyn Ouma, Judith alipata maono ya kinabii kutoka kwa Mungu na amekuwa msaada sana kwa wanaofika kuombewa. Sasa unyumbani watu wameanza kumjua na wote wamerudi wameanza kujua ati kweli ile ilikuwa ni kipawa. Yani wengi wamepona. Maajabu sijui watu nao walijuaje ati maombi huyu inaendelea hapa. Mimi nilikuwa nasitukia tu watu wanakuja. Watu anakuja tu kuombewa. Kuna Yesu wa Tongaren, jina lake halisi Eliud Wekesa, ni mkazi wa Tongaren kutoka kaunti ya Bungoma. Anaishi maisha ya unyenyekevu, lakini anadai kuwa ni Yesu Kristo yule wa Biblia. Na amerudi kwa mara ya pili kwa ajili ya kulibeba kanisa kwenda binguni. Mwalimu, kwa ajili ya kisasi hiki nayo ni kasi yake. Baba Mungu, Mungu amenituma kwa ajili ya kukomboa walio wake katika ulimwengu huu, bali si Kenya, ama si Western, si Bungoma, si Tongareni, ila nimekuja kwa ajili ya kukamilisha mpango wake Baba Mungu. Cha kustajabisha ni kwamba Yesu huyu ana mke mke ambaye bado anaamini kuwa yeye ni malaika Benjamini. mimi ni nabii Benjamini, mke wa Yesu, mimi ni malkia. Yesu wa Tongaren aliwahi kukamatwa kwa madai ya upotoshaji lakini aliachiliwa huru kwa kukosa ushahidi wa kuvunja sheria. mwaka 2023, aliingia mafichoni baada ya baadhi ya watu walipompa vitisho vya kumsulubisha wakati wa Pasaka jinsi ambavyo Yesu wa Nazareti alisulubiwa lakini baadaye alidai kwamba yeye alishasulubiwa. Kunaye anayejiita Nabii Yohana wa tano, jina halisi Joffrey Wanyama kutoka Nandoli, eneo bunge la Kandui kule Bungoma. Anawake zaidi ya 40 na watoto wapatao 289. Anajiita nabii watano wa Mungu baada ya manabii wakuu wa Bibilia, na anadai kuwa ana maono ya kipekee ya mwisho wa dunia. Anaongoza kundi la muungano Church of All Nations na hutoa tafsiri zake binafsi za maandiko na yadai ni matakatifu Yesu. Wakati alikuwa alikuwa Israeli, jina yangu alisema, mimi sikuzaliwa tena, mimi ni mwenyewe, sio mtu mwingine. Kulikuwa na Jehova Wanyonyi, jina alilopewa wakati wa kuzaliwa kwake Michael Mwaboi. Alitokea Chamororoch kule Wazingishu, japo alikuwa mzawa wa kaunti ya Bungoma alijitangaza kuwa Yehova Mungu mwenyewe, muumba wa bingu na dunia. Wanyonyi aliunda kundi la Lost Israelites of Kenya, yani Waisraeli waliojipata Kenya na kufuata mfumo wa maisha wa kipekee, akiwa na wake takriban sabini na watoto zaidi ya tisini. Alitangaza Mlima Elgon kuwa Mlima Sayuni na mahali pa kurudi kwa Yesu. Alipofariki mwaka elfu mbili na kumi na tano Wafuasi wake walikataa kukubali kwamba alikufa, wakidai alirudi mbinguni kama alivyoahidi. Kwa muda mrefu, kumekuwepo pia na ongezeko la kutisha la vikundi vya kidini vyenye itikadi kali barani Afrika ambavyo huficha ajenda zao za udanganyifu chini ya kivuli cha ja huduma za kiroho. Mara nyingi makundi haya huibuka katika maeneo ya umaskini, wanaojiita manabii huwaadaa watu kwa ahadi za uponyaji, mafanikio ama wokovu. Kisa cha kusikitisha zaidi ni kile cha Paul Mackenzie, kiongozi wa kanisa la Good News International, aliyekuwa kiini cha mauaji ya Shakahola ambapo zaidi ya watu 400 walifariki kwa kufunga hadi kufa. Uganda pia ilikumbwa na janga la aina hiyo mwaka 2000, pale zaidi ya waumini mia saba wa kundi la Movement for Restoration of the Ten Commandments of God chini ya Joseph Kibwetera walipokufa kwa kunywa sumu. Katika mataifa ya Nigeria na Afrika Kusini, makundi mengine yameripotiwa kujihusisha na unyanyasaji wa watoto, uporaji wa pesa na desturi kali zinazovuka mipaka ya kibinadamu. Visa hivi vinafanana sana na kile kilichotokea Marekani kwa David Koresh na kundi lake la Branch Davidians, ambapo mwaka 1993 mzozo kati yao na serikali ya Marekani ulimalizika kwa mapigano yaliyoua watu zaidi ya sabini. Katika katiba ya Kenya, uhuru wa ibada umehakikishwa chini ya ibara ya 32. Ibara hii ambayo ni sehemu ya haki za kimsingi katika sura ya 4 ni msingi wa uhuru wa kidini nchini Kenya. Inalinda uhuru wa dhamira, dini, imani na maoni. Hii inajumuisha haki ya kudhihirisha dini au imani yoyote kupitia ibada, mazoezi, mafundisho au kuadhimisha imani hiyo kwa mtu binafsi au kwa pamoja na wengine. Katiba pia inapiga marufuku ubaguzi kwa msingi ya dini na kuzuia mtu kulazimishwa kutenda kinyume na imani yake. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.